Ndugu zangu, naomba kwa pamoja tukubaliane kwamba tunatambua mchango mkubwa ambao utakwenda kufanywa na kamati hizi, lakini pia tuelewe kwamba jukumu la kutatua migogoro na changamoto mbalimbali kwa jamii za Kitanzania ni jukumu letu sote, sio tu jukumu la kamati hili. Kwa kila mmoja kati yetu ana jukumu hilo. Ndugu zangu, viongozi na wanakamati wa dawati hili, sisi kama mkoa tumeendelea kufanya kliniki za kutatua migogoro tukishirikiana na ofisi ya mwanasheria wa mkoa. Lakini kikubwa ambacho na mimi nimekuwa nikisitiza kwamba jukumu la kuto kuingia kwenye mgogoro ni la wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu ni jambo ambalo linashindwa kuelezeka vizuri katika hali ya kawaida. Ingawa kwenye makaratasi ya kisheria nasikia linawezekana, lakini katika hali ya maisha ya kawaida ni ngumu sana kusikia baba na mtoto wake wanagombea shamba. Au ni ngumu sana kusikia baba amefariki, watoto wa kiume wanamfukuza mama yao kwenye nyumba yake kwa sababu mume wake amekufa na watoto hao wamezaliwa kwenye nyumba ile, wamemkuta mama yao na baba yao, ambao wamewazaa kwenye nyumba ile. Hapa kwetu kesi hizo zipo na zipo mpaka mahakamani. Ni mambo ya ajabu sana. Sasa mimi najua kuna masala pia ya utu sheria zipo, lakini je, sasa nyinyi wana sheria na mawakili mtusaidie kwenye hilo. Wewe umezaliwa umemkuta baba yako na mama yako, kiufupi wamekuzaa kwenye nyumba hili na mashamba yao yale yale, umekua umekua pale. Baba yako amefariki, unamfukuza mama yako, unamwambia mumeo amekufa, ondoka hapa, nenda kwenu. Kisheria imekaaje? Na hizo kesi nikizitafuta mahakamani hapa zipo. Hapa kwetu zipo. Tena sio ndogo, nyingi tu. Mtoto amekuwa kijana mkubwa, hata kwenda kujitegemea, hata kuondoka. Anamfukuza baba yake kwa sababu baba yake shazeka aondoke yeye akae pale na mke wake na watoto aliooa, kwenye ardhi ya baba yake ambaye amezaliwa pale pale. Kesi hizo hapa kwetu zipo na sio moja, nyingi tu. Inawezekana mkakutana nazo leo. Watu wazima ambao watakuja hapa kulalamika lakini na vijana ambao ukiniuliza mimi nitakwambia, wamekosa uweledi, ambao watakuja hapa eti kushtaki baba zao kwamba wanawafukuza kwenye maeneo. Ukiniuliza mimi nitakwambia, umri wako wa kujitegemea ukifika, unatakiwa uondoke ukajitegemea. Lakini sisi na jamii zetu, haya mambo, mimi nimeona hapa, ndio utaratibu uliopo hapa. Kwa hiyo, nadhani pia katika majukumu yetu sisi kama wananchi ya kujaribu kukaa mbali na migogoro pia nadhani pia kuna haja ya kubadilisha namna ya mifumo ya maisha na malezi ya watoto wetu, tuanze kuwafundisha namna ya kuishi na kujitegemea, lakini pia tuondoe baadhi ya tamaduni na mila ambazo zinadudumaza sisi wazazi wa hapa. Kadiri miaka inavyokwenda, anapozidi kuzeeka, anapata presha kubwa zaidi, akijua kwamba nikisha fika umri fulani watoto wangu watanifukuza nyumbani kwangu sijui hata kama hiyo kirumgo imekaaje kaaje. Kwa hiyo pia nadhani hata viongozi wetu wa dini ambao mnatusaidia hapa na mmetufungulia ibada hii nzuri ya masuala ya sheria, kwenye nyumba zenu huko, mwe mnaelezea hayo siku za ibada, sijui kama hizo pia mnaziongea kwa undani, kwa sababu huku wanaosali ni watu wa rika tofauti tofauti, muambie kwamba ulipozaliwa sio nyumbani kwako ni kwenu ni nyumba ya wenyewe baba na mama yako ndio wenye mji wao wewe huna haki pale ya kipande hata kimoja cha ardhi mpaka mzazi aridhie kukupa sasa wanasheria watatusaidia kutuambia kwamba je mimi kuzaliwa na mzee Sendiga na mama Sendiga automatically nimepata haki ya kumiliki nyumba yao na mashamba yao au mpaka nimilikishwe Hasa hiyo pia natamani wakati mnatoa elimu zenu mtusaidie kulitoa hilo.